Naam, bwana Gigi Mane katika moja kati ya video ambazo zimeenda viral huko mtandaoni baada ya kuruka live ni hii issue ambayo alikuwa anaizungumza, maana kuna kitu ambacho Gigi bwana amekizungumza, maana na watu pia walikuwa wana comment comment, na kila alipokuwa yuko live, watu akiweka comment alikuwa anaijibu. Moja kati ya comment ni kwamba Gigi, tunakumbuka kwamba alishawaigi kusema kwamba an, alivyolala, akilala huwa anamwota Diamond ne, na anatamani aendelee kuwa anatamani kuwa naye karibu au akilala anamuota na kuweka hizo habari zake public. Mwanaume acha kumgombania mwanaume. Eh, na yeye akaja akaamua ku clear the air kwamba yeye bwana hamgombanii mtu. Diamond pia mwenyewe pia anajua kabisa kwamba Gigi anamkubali, lakini hakuna chochote ambacho kinaweza kikatokea kati yao, kwa sababu Gigi hatamani iwe hivyo, kwa sababu ikitokea kwamba wakafanya mapenzi ni kitu ambacho Gigi atashindwa ku move on, atashindwa ku let it go na itakuwa ni shida, na anapata na anapata vitu vingi sana akiwa kama rafiki wa Diamond kuliko hata angekuwa mpenzi wake. So Gigi ame clear the air kuhusiana na hiyo ishu. Hebu msikilize hapa. Naona kabisa maungo yako jabani, macho amenitoka lakini najishikilia maangapi mimi nazizuia na, na, na kwa sababu tu, tu nangangana, ningekuwa nime nimepoli mimi kabisa, kama mimi si mbani mtu hapa ndugu yangu.